Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Rapa Sean Kingston na mama yake Janice Tano wamekutwa na hatia katika mahakama mashirikisho huko nchini Marekani kwa kosa la ulaghai wa zaidi ya dola milioni 1 sawa so na bilioni 2.6 siku ya Ijumaa. Kingston mwenye umri wa miaka 35 na tano, mama yake mwenye umri wa miaka 62, walikabiliwa na mashtaka kuwa lagai wafanya biashara wa vitu vya thamani, kampuni ya vitanda vya kifahari, duka la magari ya kifahari yaliyotumika na kampuni ya television za kifahari aina ya Micro Red, tangu Oktoba mwaka 2023. Hii ni kulingana na hati za kukamatwa. Jopo la mahakama limwakuta na hatia kwa mashtaka yote matano yaliyokuwa dhidi yao, na kila mmoja wao anaweza kufungwa hadi miaka 20 jela. Kwa mujibu wa ripoti za TMZ, msanii wa Sean Kingston alikuwa akitokwa na machozi mahakamani huko. Hukumu yake ilipotangazwa wakati mama yake alipokuwa akisindikizwa kutoka mahakamani na kuwekwa rumande, inasemekana Kingston aliomba maafisa wa usalama wa US Marshals ya kuwa tafadhalini mlinde mama yangu. Kingston ataendelea kuwa katika kifungo cha nyumbani hadi hukumu yake na mama yake itakapotolewa mnamo Julai 11 mwaka huu, huku mama yake kibaki rumande kwa sababu judge amemwona kuwa anaweza kutoroka. Wawili hao waliakana mashtaka dhidi yao August iliyopita, wakati wa kusoma mashtaka mbele ya judge Ernest Cora wa mahakama ya Broad Circuit. Kingston alikamatwa Mei mwaka jana katika kituo cha mafunzo cha jeshi la Fort Irwin katika jangwa la Mojave, California mbako alikuwa akitumbuiza, kufuatia hati kukama ya kukamatwa iliyotolewa na ofisi ya sheriff ya Broad Wakati huo mama yake alikamatwa siku hiyo baada ya kikosi maalum cha SWAT kuvamia jumba la kifahari aliyokuwa akiishi rapa Kingston la kupangisha lililoko Southwest Ranches kwa mujibu wa hati za mashtaka, wawili hao walihusika katika udanganyifu wa kifedha uliojumuisha wizi wa pesa taslim, vitu vya thamani vya dola laki nne na themanini, gari la kifahari aina kala Escalade lenye thamani ya dola laki moja na sitini na, na samani za kifahari. Mawakili wa Kingston walimtetea kwa kudai kuwa alikuwa mtoto ambaye hakuwa na uelewa kina kuhusu masuala yake ya kifedha, huku judge akimtaja mama yake kama mratibu na kiini cha mtandao huo wa uhalifu msanii mwenye asili ya Jamaika na Marekani alipatiwa umaarufu mkubwa sana mwaka elfu mbili na saba kupitia wimbo wake wa Beautiful Girls, kisha akaendelea kushirikiana wasanii wengine wakubwa kama Justin Bieber kwenye wimbo wa nma wa mwaka elfu mbili na kumi. Hata hivyo, kabla ya kukamatwa, Kingston tayari alikuwa chini ya uangalizi wa miaka miwili kwa kosa la kuuza mali iliyoibiwa, kwa mujibu wa rekodi za mahakama ya shirikisho. Mama yake pia aliwahi kukutwa na hatia mwaka elfu mbili na sita kwa ulaghai wa benki baada ya kuiba zaidi ya dola laki moja na elfu sitini na alihukumiwa kifungo cha karibu mwaka mmoja na nusu jela. Wawili hao pia wamekuwa kikumbwa na kesi mbalimbali za madai kutoka kwa wafanyabiashara. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tano, muuzaji wa saa za kifahari zilizobinafsishwa aliofungulia kesi Kingston na mama yake katika mahakama ya shirikisho New York na kushinda kesi ya dola laki tatu na elfu hamsini na sita baada ya wawili hao kushindwa kulipa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane muuzaji wa vito vya thamani wa New York alishinda kesi dhidi yao kwa dola laki tatu na elfu moja baada ya kudaiwa kuilaghai kampuni yake na kuchukua bidhaa tisa bila malipo. Hivi karibuni kampuni moja ya Florida inayojihusisha na masuala ya mifumo ya burudani ilimshita Kingston mnamo Februari mwaka huu ikidai ya kuwa hakulipa dola laki moja na elfu ishirini kati ya deni lake la dola laki moja na nusu kwa televisheni ya kifahari ya ukubwa inchi mia mbili na thelathini na mbili iliyowekwa nyumbani kwake. Kingston aliyezaliwa na kupatiwa jina la Kisean Paul Anderson huko Miami mwaka 1990 alikulia Jamaica kabla ya kurejea Florida alipokuwa kijana kwa ajili ya masomo yake ya sekondari. Katika miaka elfu mbili Kingston lilikuwa ni moja jina kubwa mm. katika muziki wa hip hop kutokana na ushirikiano wake wa wasanii wakubwa kama Justin Bieber, Dr. Dre na Nicki Minaj. hata hivyo umaarufu wake umepungua katika miaka hivi karibuni, kwani hajatoa album chini ya lebo kubwa na zaidi ya mwongo mmoja. Album yake mwaka 2022 Road to Deliverance haikufanikiwa kuingia hata kwenye chati za kimuziki. Kingston alianza maisha yake ya kimuziki akiwa na umri wa miaka 17 mnamo mwaka 2007 kupitia wimbo wake wa Beautiful Girls ambao uliweza kumfungulia milango na kufanya mengine makubwa. Ni SNS, Mini Man. Audio series za kusisimua. Makala za ulimwengu